Yanga oye! Nani alizima ngoma? Ah, bas bas. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, ametuamsha salama, ametupa afya njema, ametupa uhai na leo kwa rehema zake yeye, uongozi wa klabu yetu ya Yanga tukiongozwa na mjumbe wa kamati ya utendaji mzee wetu Rogers Gumbo, tukiwa pia na afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu mzee wetu Andre Mtine, tunaye pia mkurugenzi wa masoko na wanachama kaka yetu Ibrahim Samuel na watendaji wengine wa klabu yetu, tukishirikiana pia na mratibu wa klabu yetu ya Yanga hapa Mbeya. Leo imekuwa siku ya bahati. Tumefika U... Uyole si ndio? Uyole Mandanji? Eh. Mandanji. Mandanji Uyole Mandanji oye oy. Safi basi, bila kupoteza muda, kwa sababu jukumu la msingi ambayo limetuleta hapa ni mwendelezo wa desturi na tamaduni ambayo klabu yetu iko nayo kwenye kila mkoa, kila uh, nchi ambayo tunakwenda kwa ajili ya shughuli zetu za kimpira, basi huwa tunakumbuka kurejesha kidogo kile ambacho Mwenyezi Mungu ametujaalia kwa jamii ambayo ina uhitaji. Na leo hapa Mbeya tukiwa na mchezo muhimu wa ligi dhidi ya Tanzania Prison, tumekuja hapa Uyole kwenye kituo cha Nuru kuleta kile ambacho klabu yetu imejaaliwa kwenye jamii hii yenye uhitaji. Klabu ya Yanga kwenye shughuli hii imekuwa ikishirikiana wa karibu sana na taasisi ya GSM Foundation, wamekuwa wakitushika mkono wenzetu, kuhakikisha kila ambako tunakwenda na wao wamekuwa wakiweka nguvu yao kuhakikisha jamii yenye uhitaji kama hii ambayo mnaiona hapa kwenye kituo cha Nuru yanufaika na klabu yetu ya Yanga. Sasa tukifahamu kidogo kituo hiki kwa kifupi, e, historia yake na watoto wa ngapi, e, na jamii iliyokuja hapa ya wanayanga na wanayanga ambao wanatusikiliza kupitia vyombo vya habari waweze kufahamu uh, hali halisi ya kituo hichi na nini kinaendelea hapa. Kwa hiyo nimkaribishe uh, mzungumzaji aliyeandaliwa kwenye kituo aweze kutupa historia fupi tuweze kufahamu kituo chetu cha Nuru. Karibu. Yanga oye! Wananchi hoye! Kwa majina anaitwa Meri Himiri, ni meneja wa kituo cha Nuru. Kabla sijaenda kueleza short history ya kituo cha Nuru, naomba nipate kutambulisha tuambao tuko nao, kama alivyotambulisha wenyeji wake, na mimi nitambulishe wenyeji wangu. Pembeni yangu hapa ni afisa ustawi wa kituo, anaitwa Regina Avishe. Vilevile napenda kutambua serikali ya kijiji ikiongozwa na mwenyekiti wa kijiji Napenda pia nitambue uwepo wa machifu na jamii inaotuzunguka wanamandanji, naomba tuonyeshe mikono. Uh, wacha tunaenda moja kwa moja kwenye kituo hiki, kinahusika na nini, ili tusipoteze muda. Nuru ni kituo cha yatima ambacho kinata kuanzia miaka sifuri mpaka unapata bahati ya kuwa adopted, yaani kuasiliwa, malezi ya kambo na tunalea aina tatu, wale ambao tupo na kuokotwa na asilimia tisini na tano wale ambao mama zao wagonjwa wa wa wa kwa kwa wakiwa asilimia tatu kwa sasa. Mpaka tunaamka leo tuna watoto 38 wakiwepo 20 wasichana, 18 wavulana, na hapo kuna watoto ambao wanasoma sekondari ambao wako saba chuo cha ufundi yuko mmoja, shule ya msingi wako sita, chekechea wako saba, na wengine ambao hawasomi hawajafikia umri kwenda shule. Vile vile tuna watoto ambao ni walemavu, kwa sababu tuna watoto kuanzia miaka sifuri. Mtoto akija miaka sifuri hawezi kujua kama ni mlemavu, anavokuwa unajua kwamba ah, kumbe ni mlemavu. Tumejaribu kuwa link na vituo vya walemavu, wamewakataa wame, kwa sababu walemavu ambao wame tunawapa ni watu wagonjwa ambao wana CP na walemavu ambao hawawezi kufanya kitu chochote

la Jerusalem namoja kwa ajili ya wavulana. Pembeni yake pale kuna jengo la Sayuni kwa ajili ya wasichana, na nyuma yetu kuna jengo ambalo linaitwa Galilaya kwa ajili ya Nazareth kwa ajili ya chakula na kufanya ibada na shughuli mbali mbalimbali. Tunapaje watoto? Watoto tunapata kupitia ustawi wa jamii wa serikali kushirikiana nao, kama mfano unasikia mtoto ametelekezwa sehemu fulani, serikali yenyewe inaangalia, mtoto huyu kwa jinsi alivyo, kitu gani kitamfaa. Kwa hiyo mara nyingi tuna watoto wapao wakiwa wachanga. Kwa hiyo mtoto mdogo kabisa ambaye tuna naye sasa hivi ana miezi mitatu, tunapenda kwenda kuangalia na mkubwa kabisa ana miaka 17 anaingia 18. Labda mpaka hapa ah, kama kuna swali au niendelee. Ah, okay. Ufadhili wa, wa ndani. Najua watu yuko sekondari kwa mapenzi mema. Kwa hiyo wafadhili wetu wengi sana watu ambao ni wa Tanzania na jamii ambayo inatuzunguka kama nyie ambao kama mlivyofanya nani Yanga. Nini ni moja kati ya wafadhili wetu na hii somo la kwanza Yanga kufika hapa kituoni? Hapana, kila mwaka Yanga tabia tofauti. Ni changamoto tu ya kimalezi, changamoto ya malezi, na vile vile na ule ufadhili ambao wa kudumu wa nje. Sisi tunategemea sana jamii. Kafuna kama kipindi cha korona tuliumba sana, kwa sababu ulikuwa kuna lockdown, hamna mtu kutoka nje. Kwa hiyo changamoto kubwa, tunatafuta ufadhili ambao ni ule ni wa permanent, kama vituo vingine, kama unakuta wana ufadhili wa ubalozi wa Marekani na kila kitu, lakini sisi hatuna huo ufadhili mkubwa eh, ambao ambao kufanya sustainability ya kituo eh. Na changamoto pia watoto wale walemavu